Gulio huwa linabeba huduma mbalimbali kutoka Azam TV kwa maana kuanzia mauzo, marekebisho ya visimbuzi. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuunganishwa na Azam Max, napata huduma hiyo hapa. Lakini pia kwa wale wateja wasafiri na Azam, wale wenye mabasi na vyombo vya usafiri, na wenyewe wakija katika gulio hili wataweza kupata hizo huduma. Lakini vilevile vile gulio hili kama ilivyokuwa kawaida, linabeba makampuni mengine mengi sana ya kutoka ndani ya Bakhresa Group, lakini na nje ya Bakhresa Group, kwa maana ya wale partners ambao tunashirikiana nao hapa tunao wenzetu wa Azam FC ambao na wenyewe wako na vifaa vyao, ambavyo kama vile jezi, kadi za Azam FC na vitu vingine vingine. Lakini vile vile tunaye partner wetu ambaye ni Mr, ambaye yeye basically kama inavyofahamika ni ile TV yetu ya Mr, ambayo inakuwa ni TV iliyounganishwa na Camcard na yenyewe na inapatikana hapa, na uzuri kabisa ile TV sasa katika gulio itakuwa na ofa. Tutakuwa na wenzetu wa SSB kwa upande wa unga ambao wako na kampeni yao ile ya kutoa majiko ya nishati safi, watakuwepo hapa kwa ajili ya kuhakikisha wanawapatia majiko wa mamalishe -ma -ma -ma -ma ambao wanapatikana katika maeneo haya ya Magufuli. Wateja wetu wa mabasi ambayo yana huduma yetu ya Safiri na Azam TV na wale ambao wanategemea kufunga basi hapa katika gulio letu, huduma hii inapatikana leo hii. Ukija hapa, wako watu wetu wa wataalamu wa ufundi, wako wataalamu wa mauzo, utakutana nao na watakupatia taratibu zote zinazohitajika eh, zinazo kwa ajili ya wewe kupata, kupata huduma. Tumekuja na ofa zetu za, za jezi pia kadi zetu za mashabiki. Tuna ofa za simple t-shirt ambayo ni shilingi 3000 jezi zetu za msimu roisha shilingi 9000 na jezi zetu za msimuuu msimu elfu ishirini. Tunajua Watanzania wengi mnaumizwa na makato katika miamala yenu, sisi ndio suluhisho lenu makato yetu katika kutoa pesa nchini sana. makato yetu tunapotuma pesa kwenda mtandao mwingine ni nafuu sana, lakini unaonatuma pesa ndani ya mtandao wa Azam pesa hakuna makato. Ving'amuzi tunatengeneza bule, mwenye kadi ambayo imekufa tunabadilisha kadi, tunafanya huduma zote za Azam TV. Simbu zangu zilikuwa ni kinawaka kwa shida, kwa ukiangalia tutamsilia kinazima, kiangalia kinazima. Hiyo ko, nilivyosikia kwamba leo gulio liko Mbezi Magufuli, ndio nikaamua leo kuja ngofika tu nikampa wakala akanitengenezea akanambia kiko sawa.